Kwa kweli maeneo yote ya nchi yetu, viongozi wangeweza kusimamia miradi kwa namna hii ambayo Mlele mmefanya tungepiga hatua kubwa sana. <coughs> Ndio maana mimi kote ninakopita ninachukia, spendi watu wenye mzaha kwenye mambo ya nchi. Mambo ya nchi hayataki mzaha. Hataki mzaha. Jambo hili ambalo mmelifanya hapa, kusimamia shule ile ya, ya pale maendeleo pamoja na shule hii ya amali shule ya Mgombe, haya mambo yataishi miaka na miaka hata, ya, hata baada ya makaburi yetu sisi kuonekana. These schools will live beyond our graves. Sasa wewe umepewa jukumu hilo la kutengeneza kitu kitakachoishi hata baada ya wewe kufa, halafu wewe unafanya mzaha mzaha ili vizazi vingine vinavyokuja vije vifanye nini vitabike kwa sababu yako hiyo, mtu mmoja tumesema, na tumeshapokea maelezo, maelekezo kwa Mheshimiwa Rais, tumepewa maelekezo kwa Mheshimiwa Rais, ametupa maelekezo, Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo, makamu wa rais ametupa maelekezo, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametupa maelekezo, waziri wa TAMISEMI, popote tutakapokutana na shida ya mambo ya uzembe, ni lazima tunachukua hatua papo kwa papo. Watu wanasema mheshimiwa waziri, hivyo unavyofanya ukiendelea kufukuza watu una paralyze local government. Sikizeni niwaambie hivi, mtu uliyempelekea fedha akaziiba, ukimfukuza una paralyze au ukimwacha hapo ndio una paralyze? Wataondoka wote, hata kama halmashauri baki na watu wawili, hatujakosa Watanzania wa kufanya kazi kwenye hizo nafasi, tutapeleka watu wengine na mimi nitumie nafasi hii nielekeze wataalamu wengine kwenye halmashauri zetu 184. Kama kuna mtu hajui namna ya kufanya majukumu yake, kutekeleza kazi zake aje ajifunze hapa Mlele. Kishe nidhamu ya makusanyo na matumizi, nidhamu ya makusanyo na mapato, pamoja na i anasisitiza sana Mheshimiwa Waziri kwenye utendaji wetu wa kila siku, tuwe na nidhamu

Lakini unakuta halmashauri kadhaa ziko kwenye zao waziri anasisitiza tusimamie miradi yetu, tusimamie utekelezaji wake na tusimamie amiriu wake kwa fedha zilizopangwa. Maeneo ambayo tumekwenda tukakuta kuna shida, tumechukua hatua kote lilivopita, tumechukua hatua. Maeneo ambayo tumekwenda